nje ya mwanamke kutoa yai kila mwezi, yaani kila mwezi kuwa anaona hedhi yake au periods yake. Takwimu zinaonyesha kuwa mwanamke kwa maisha yake yote anakuwa na takribani ya mayai milioni moja hadi milioni mbili, lakini katika kile kipindi cha barehe au anapokuja kuanza balehe anakuwa amebaki na mayai laki tano hadi laki tatu hizo uh, hizo takwimu za laki tano hadi laki tatu milioni moja na laki milioni mbili, maanake kuna wanawake wanakuwa na mayai mengi kuliko wanawake wengine. So katika kile kipindi cha barehe huyu mwanamke anakuwa na mayai laki tano hadi laki tatu, lakini umri unavyozidi kuendelea yale mayai pia yanazidi kupungua. Kwa hiyo unakuta kwa mwanamke ambaye anakuwa ana ule uchache wa mayai inakuwa ni rahisi kwake, au anafika menopause au anakoma hedhi kwa uharaka, lakini kwa yule mwanamke ambaye bado anakuwa na mayai mengi, yeye anachelewa kuweza kufika menopause. Na wengine wanafika menopause wakiwa bado na mayai yao, lakini mayai yanakuwa hayapevuki. Kwa hiyo usijiraumu kwa nini huwezi kushika ujauzito ukiwa na umri kuanzia miaka thelathini na tano na kuendelea, kwa sababu jinsi unavyozidi kukua ndivyo idadi za mayai yako yanazidi kupungua na ubora wa mayai yako yanazidi kupungua. Share video hii kwa wanawake wengine wengi, ili waweze kujifunza zaidi.